Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, <coughs> napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Amos Bulaya mbunge wa Bunda mjini kama ifuatavyo: mradi wa tactic kwa halmashauri ya Bunda mjini utatekeleza miradi mitatu ambayo ni ujenzi wa soko kuu, ujenzi wa stendi ya mabasi na ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 4.5 miji yote ya kundi la tatu ukiwemo mji wa Bunda, utekelezaji upo hatua ya usanifu. Baada ya hapo taratibu za kutangaza zabuni zitafata. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru. Huu mradi unasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Maswali yangu mawili yaniongeza mbali na kilomita ambazo umezitaja ingawa wenyewe wanajua ishirini na tano kulikuwa kuna ahadi ya ujenzi wa kilomita kumi za lami kwenye mitaa ya mjini, mitaa ya Bunda mjini tangu awamu ya serikali ya nne. Ni lini ahadi hii itatekelezwa, kwa sababu ukizingatia halmashauri ya mji wa Bunda ina kilomita moja tu ya lami na ni ya zamani. Swali la pili Mbali na kwamba um, kwenye mradi wa tactic kuna ujenzi wa masoko, lakini najua serikali nyinyi mna mpango wa kusaidia halmashauri ambazo bado hazijaimarika kimapato, kuwasaidia ujenzi wa masoko ya kimkakati kwenye kata ya Nyasura. Kuna soko la kimkakati la Manjebe ambayo itasaidia halmashauri yetu kupata mapato. Ni lini sasa mtaisaidia mta halmashauri ya mji wa Bunda ili kujenga soko la manjebe na wananchi wa Bunda mjini waweze kuinuka kiuchumi. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa naibu spika, serikali tangu awamu ya nne, ya tano, na sasa awamu ya sita imeendelea na uendelezaji wa miundombinu hasa ujenzi wa barabara za lami ikiwemo ndani ya mji wa Bunda. Mpaka sasa tuna kilomita za lami zipatazo 2.27 na tunaendelea na ujenzi wa barabara hizo ikiwemo barabara ya, Ikwazu ya, ya, ya Ikizu kwenda maduka saba ambayo Mheshimiwa mbunge anaifahamu vizuri ambao kwa sasa ujenzi umefikia zaidi ya asilimia 60. Nimwahidi Mheshimiwa mbunge tutaendelea na ujenzi wa barabara zote ambazo zimetajwa kwa kadri ambavyo tutakuwa tunatenga kwenye bajeti na kwa kadri ambavyo mpango wetu unatuelekeza ikiwa ni pamoja na mpango uliowasilishwa hapa mbele ya bunge lako leo. Mheshimiwa Naibu Spika, swali lake la pili kuhusu masoko ya kimkakati na hususan soko la Mwanjabe, nimuelekeze mkurugenzi mtendaji wa Bunda TC waandae andiko la kimkakati, litakapokizi vigezo litapokelewa kwenye wizara yetu ya mipango na kupelekwa wizara ya fedha kwa ajili ya kupatiwa fedha kwa ujenzi. Mheshimiwa Sunga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. kwa kuwa mji wa Vwawa ni moja ya miji ambayo iko kwenye miradi hii ya tactic awamu ya tatu, je, ni lini serikali itaanza kutekeleza mradi huo katika mji wa Vwawa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli mji wa Vwawa ni miongoni mwa miji kumi na nane ambayo tunakwenda kutekeleza mradi huu wa tactic na kama nilivyojibu kwenye swali langu la msingi tunakwenda kuanza utekelezaji wa mradi huu mara baada ya shughuli hizi za usanifu kukamilika. Mheshimiwa Esther Machiko swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, mji wa Tarime una miradi mitatu ya tactic, ambapo ni stendi ya Kimange, lakini pia tuna barabara za lami ikiwepo barabara ya kutoka Lebu Baga mpaka Biambu ambao ni barabara muhimu sana kwa, kwa uchumi wa Tarime pamoja na mradi wa Dampo. Nikataka kujua ni lini sasa miradi hii itaka, itaanza na kukamilika kwa manufaa mapana ya wananchi wa Tarime mji? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, mji wa Tarime ni miongoni mwa miji inayokuwa kwa haraka. Nimpongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa namna anavyopambania mji huu wa Tarime. Upo katika mpango wetu wa kutekeleza uh, mradi huu wa taktika ya awamu ya tatu na ngazi ya usanifu wa adhana pamoja na usanifu wa awali tuko mwishoni kuukamilisha, na tutakwenda kutangaza zabuni kuanza ujenzi mara moja. Naendelea Mheshimiwa Sashisha Eliniki um, Mafue, mbunge wa Hai Saudi, swali lake. Je, lini serikali itakarabati kituo cha afya Masama pamoja na nyumba za watumishi wa kituo hicho? Kima naibu waziri majibu. Mheshimiwa naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge sasisha tokea jimbo la Hai. Mheshimiwa naibu Spika, kituo cha afya cha Masama kilijengwa mwaka 1979 hali inayopelekea kuwa na miundombinu michache na chakavu. Kituo hicho kinahitaji miundombinu muhimu, ikiwa ni pamoja na jengo la huduma za wagonjwa wa nje OPD, maabara jengo la huduma za uzazi jengo la upasuaji jengo la kufulia kichomea taka vio vya nje na nyumba za watumishi mheshimiwa naibu spika serikali imefanya tathmini na kuainisha vituo vya afya kongwe 152 kote nchini ambavyo vinahitaji kuongezewa na ukarabatiwa kwa miundombinu yake aidha jumla ya shilingi bilioni 102.08 zinahitajika kwa ajili ya uboreshaji wa vituo hivyo Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa vituo vya afya kongwe kote nchini kikiwemo kituo cha afya Masama.